Oh, mimi nataka kushukuru sana pastor for the good job that you have done to us as a Gen Z. And eh, na najua hii suru meona sana sana kwa media, eh, kwa maandamano kwa nini, lakini sikuwahi pata kanisa ambayo naweza amini na niingie ndani na niseme huyu ndio mshirika huyu ndio pastor wangu ambaye anaweza nionyesha njia. But sasa nimepata Pastor Ben, yes. I'm ready to worship with you until for the <laughs> <laughs> Sasa <laughs> kesho yeah. Kesho watoto wetu wote mm, wa Kenya hii mm, watakuwa hapa mm. Na sasa unajua wewe ndio umesimamia Nyanza. mimi ndio nasimamia Nyanza sasa, Nyanza yote Migori, Homa bay kwenda uh, mpaka huko Ulis iko mikononi mwako na kesho sasa, mbaba wa huyu huyo <laughs> mbaba alikuwa anasema huyo mbaba? Mbaba, uh, mbaba ni mimi sasa, uh. Na hapa ni nyumbani kwa vijana wetu uh. Tumewagoja, tumejitayarisha. Sinaona vile tumejitayarisha kabisa tumepanga viti zaidi ya elfu ishirini mm. watoto wetu wakuje mm. wamtukuze Mungu mm. tuombe ya kwamba mm. Mungu atawafungulia milango mipya mm. na ya kwamba sasa vijana wetu mm. nchi yetu itabadilika kwa sababu yao kabisa. Kwa hivyo tunaamini maombi tutakayoomba hapa siku ya kesho mm. ile kusifu tutasifu na tushukuru mm. Mungu, kuna milango atafungulia vijana wetu, wale ambao wamesoma makaratasi yao yaanze kukubalika, wapate kazi, wale ambao wamefungwa hapa Kenya mm. hata wengine watapokea neema tu watatoka hapa na neema hata ya kwenda nje, lakini situaja <laughs> sana alafu Tashukuru Mungu hapa. JCM ni kanisa la watu wote. Mm. Sio unaona hata vile umetosheka hapa. Nimesikia poa. Hapa ni kwa watu wote. Hapa mm, sisi hatunaanga hukumu. Mm. Hapa hata walevi wanako na mahali pao pa kukaa. Hakuna anga speaker mingi mahali wanaketi. Yeah. Wanakuja wanasikiza neno, mm, na kwa hivyo kesho mm, hata nyinyi mtapenda. Na mimi kitu ningependa pastor sana. Ndio, mm, sasa sisi tunataka kufilimika hapa filifili. Eh. Mungu wasaidie in the next Sunday tukikuja. Yes. Hii kanisa imefika kwa lami huko. Huko itafika ita lami. Tunataka gonge hayo.

Kazi mm. I've got the sasa job neema sasa neema. Neema sasa ndio hiyo. Asante, ni TikTokers wote Bishop. Bishop thank you for the good job namaiasanteniii tunakuombea miaka mm. na, na mikaka na mikaka oh, ishe na mikaka uishi paka Amen. Hey, Sasa tukitoka hapa <laughs> Tukitoka hapa <laughs> Sunday ya 26 mm. moja kwa moja mama mama Gift Baka mama Gift moja paka mama Gift Embu Ano, na siku hiyo mimi ndio nitaongoza, mm, mimi nitakuwa huko kwa mama, hata mimi niko na gari yako mpaka hapo. Ile kitu yote inaitwa compassion, mm, inaanza hapa hapo, juu imeandikwa the home of compassion, inaanza hapa. Si mbona hapo juu imeandikwa inaanza hapa? Na mtaiona kesho, kisha kwa watu anauliza kesho wafike saa ngapi? Una, unauliza kesho, na hao already wamefika. <laughs> Tuko ndani. <laughs> atuachunguli akoptuwa mwisho ni umekuta hapa, hiyo ni ambulance ya hospitali mmepata hapa. Nilinunua hata siku watu wakasema kanisa inanunuaja ambulance, nilikuwa nanunua ikiwa hiyo hospitali sasa na tutaijenga hiyo, inaitwa Gen Z Memorial Hospital ya kukumbuka wale wa Gen Z wote ambao walipoteza uhai wao. Hiyo ni hospitali ya kuishi kuwakumbuka, na mimi niko ndani, na mimi ndio nitaanzisha hiyo mradi, nitashikilia hawa watoto wetu mpaka wa realize your dream. Ambulance hata imetoka hapa, imeenda kubeba mama mwingine amepewa mtoto, impeleke mpaka Kiandutu hiyo ni, ya, ni ya kusaidia wale hawananga magari. Mungu wa kwa kutumia, kwa hivyo zile magari zote hata asante. kuna magari nyingi yamjapata hapa mm. zote tumezitoa nje ndio mkae hapa so, hizo zote mm. ni za kusaidia hiyo kazi mm. sisi tuko hapo ndani na tukimaliza hospitali tujenge TVET ili vijana wadogo wasio na mahali pa kusoma na hawana skills wasome hata oh. hii ni hii unaona hapa hii hii ni college ya kanisa vijana wetu watakuwa wanasoma pale bure kuunda simu Plumbing, na, najua unaona wengine wanajenga na mawe wamesomea hapo mm. wale wanafanya welding pale wanasomeanga hapa ndani mm. Wakimaliza tunawapea mashini wanaenda wanaanza kabiashara na hapo nje mm. Kwa hivyo tukimaliza hospitali mm. tutaanza mradi wa vijana wa kutengeneza TVET ya vijana mm. wasome, wapate skills mm. ili tuache, tuondokee maisha ya token, yeah. Unaona maisha ya token, yeah. ya kupea vijana mia tatu, mia mbili, vijana mm. wajifanyie kazi na mikono yao mm. watengeneze Uh, ajira kwa wengine mm. na wapate riziki yao. Hapa ni hapa ni Ape, si ni nyumbani? Hapo ni mnaita Godha Mgodha. Godha Mgodha. Top shot. Top shot. Haya asanteni. Your message to TikTokers. My message to TikTokers. My message to the Ndudi culture. Nataka niwaambie hivi. This is the best realization of life.

God lives na hiyo itawapeleka mbali. When doing compassion, hakuna mtu atakupiga tia gas. When doing compassion, hakuna mtu atakupiga risasi. When doing compassion, hakuna mtu atakuuliza umeenda kufanya nini. Stick to the lane of compassion, maintain the unity and respect each other, na mtaona mahali Mungu atawapeleka.